Leo ni siku muhimu kwa nchi yetu, siku ya kumbukumbu ya Baba wa Taifa Mwalimu Nyerere. Mgombea wetu wa ubunge amenieleza vizuri, na mimi nirudie kusisitiza kwamba katika siku tunazoziheshimu katika nchi yetu ni kumbukumbu ya Baba wa Taifa wetu, na tunaheshimu kwa sababu gani? Kwa sababu Baba wa Taifa wetu Mwalimu Nyerere kwanza ndio mwazizi wa uhuru wetu uhuru wa Tanganyika vidi alioongozwa na TANU, mwenyekiti wake alikuwa baba wa taifa Mwalimu Nyerere, ambaye aliongoza kupata uhuru bila kumwaga damu. Lakini vile vile baba wa taifa Mwalimu Nyerere, kwa kushirikiana na rais wa kwanza wa Zanzibar, ndio waliounganisha nchi yetu kuwa taifa moja. Kwa hiyo ndio muasisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini vile vile baba wa taifa ndiyo alianzisha falsafa inayotuweka pamoja sisi leo, falsafa ya kuunganisha taifa letu kuwa taifa moja, taifa lenye umoja, amani na mshikamano. Ni mwanasiasa na kiongozi aliyesimamia usawa, utu na upendo, lakini vile vile alianzisha sera ya ujamaa na kujitegemea, ambayo ilihamasisha wananchi kushirikiana kuheshimiana na kutanguliza maslahi ya taifa letu mbele. Hivyo leo tunapomuenzi Baba wa Taifa, tunafanya jamba ambayo lina maslahi makubwa kwa taifa letu kwa siku zijazo, kwa maana ya kutambua yale neema aliyoyafanya wakati wake, lakini pia kujizatiti na kuahidi kuyaendeleza. Leo tutafanya kosa kubwa sana kama tukiacha misingi ya umoja, mshikamano na amani kwa jamii yetu kwa kukututukidale, kwamba tuna mwenzi Baba wa Taifa kwa kwa namna ya pekee. Ndugu zangu wa Iramba na Mkalama, naomba tupige makofi kwa urithi huu wa Baba wa Taifa.